Kama mwanamke unahitaji kubeba ujauzito unapaswa kuyafahamu mambo haya ili iwe rahisi ikusaidie kuweza kubeba ujauzito. Kitu cha kwanza hakikisha unapata uh, ute kipindi cha ovulation. Kwa maana sio lazima uone, lakini dalili ya kwanza ni kwamba utasikia hali ya kichomi kwenye tumbo, lakini pia hakikisha haupati damu ya mabonge mabonge, haupati damu ya mlenda, mlenda. Lakini pia maumivu yake yasiwe makali sana kipindi cha hedhi, na kama unapitia hali ya maumivu, ni dalili kwamba huwezi kubeba ujauzito. Lakini dalili ya pili hakikisha unaujua mzunguko wako vizuri kwa maana siku za hatari siku, za, siku salama na siku za ovulation. Hii itakurahisishia kuijua siku muhimu ya kuweza kubeba ujauzito. Lakini jambo la tatu, hakikisha unavoshiriki tendo na mwenza wako zile mbegu za mwanaume hazichuruziki ama hazimwagiki baada ya kushiriki tendo la ndoa. Kuziona kwenye mapaja, hiyo ni dalili kwamba mbegu ya mwanaume haiwezi kusafiri kwenda kwenye mirija kwa ajili ya kutungisha ujauzito. Kama unapitia hizi hali na unahitaji mtoto, ndio maana inakufanya unashindwa kubeba ujauzito uzito, chukua namba yangu kwenye bio ili niweze kukusaidia.